Ujenzi huu na eneo la ujenzi utakaofanyika katika e, seminari hii kwa ajili ya kujenga kituo cha afya kwa ajili ya kuwahudumia waseminaristi na watu wote wa Mungu, wajaliwe afya njema ya mwili, ili waweze kuendelea kufanya kazi yako ya miu ulimwengu hulioasiria baraka zote tuna